Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Nafikiri wakati mwingine tunahitaji kuanguka na kulala kifudifudi, kwa sababu sijui jinsi unyenyekevu unaweza kukuzwa maishani mwetu ikiwa kila kitu tunachofanya daima kinaenda vizuri bila matatizo yoyote na daima tuna nguvu. Tunahitaji kumtumainia Mungu katika kila jambo linalotendeka maishani mwetu. Bwana ni mchungaji wangu, yeye ni mchungaji mwema, kamwe haniachi, daima huwa ananilinda, hata na wewe pia. Hebu tuangazie Mwanzo 28:15. Ikiwa kifungu hiki hakikufariji basi, sitajua nitakuhubiria nini usiku wa leo Nitashindwa cha kusema, ambayo si kawaida yangu kabisa. Natazama, mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda, nitakutunza na kuona kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokwambia. <laughs> ni mara ngapi nimefungua kifungu hicho maishani mwangu? Kwa sababu nilikuwa na hisia za kufa moyo kwa ajili ya ndoto na matumaini niliyokuwa nayo juu ya maisha yangu ambazo zilionekana hazitimii. Jamani, nakwambia unahitaji kupigana na shetani kwa neno la Mungu. unapohisi kana kwamba, una, unapohisi kana kwamba unakufa moyo, usijaribu tu kuwa na furaha, nenda usome neno na ujifunze neno ya kutosha kiasi kwamba ujue ni sehemu ipi ya neno unahitaji kusoma. Sikiliza baadhi ya nyimbo zako za furaha na upigane na shetani kupitia neno la Mungu. Usiketi tu na umwache ya kugongegonge kichwani mpaka uende chini sana kiasi kwamba itachukua lori nzima la Wakristo wiki moja na nusu kukuinua juu tena. Jamani, tumesalia na usiku huu peke yake, usiku moja tu, lazima tuseme haya mambo. Eleweni hayo? Amen. Natazama mimi nipo pamoja nawe, nipo pamoja nawe kila wakati. Mungu yuko pamoja nawe, haijalishi kama unahisi uwepo wake au la. Unajua hakuna tafsiri ya Biblia inayolenga wenye hisia. Hamkushika hiyo? Sio na ni kitu cha kuchekesha. Unaona wakati sitaki kuchekesha watu watu wanacheka. Na wakati nataka kuchekesha watu, hakuna anayecheka. Unaona, sisi tuamini hisia zetu sana, si hisi kana kwamba Mungu yuko pamoja na mimi basi Mungu ha huhitaji kumwambia Mungu kile unachohisi, mwambie kile unachojua. Mungu sijali, nahisi vipi, najua kwamba uko pamoja nami kwa sababu neno lako linasema uko pamoja nami. Sasa unajua, unaweza kustaajabu unapoanza kusema najua uko pamoja nami, ghafla hisia zako zitaanza kuambatana na kile unachojua daima. Imani huwa katika nafasi ya kwanza katika mtazamo wa Mungu, nahisio fuata baadaye. Na tazama mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda nitakutunza kila uendako. Sitakuacha, hata nitakapokufanyia hayo niliyokwambia. Zaburi 121 ni zaburi inayozungumza kuhusu nguvu ya Mungu inayotuweka, asiuache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Amen. Sasa hivi majuzi nilikuwa katika studio yetu nikifanya, nikirekodi mafundisho fulani ya runinga kutoka katika Mathayo mlango wa sita. Na ukisoma Mathayo mlango wa sita kwa dakika moja, inasema kwamba hatupaswi kuwa na wasiwasi kuhusu jambo lolote, kwa sababu ikiwa Mungu hushughulikia ndege, basi hakika atatushughulikia. Je, si una thamani kubwa zaidi kushinda ndege? Kila mtu aseme nina thamani kubwa zaidi kushinda ndege. <laughs> napenda hiyo. Mathayo 6:26, Waangalieni ndege wangani. Pengine mchezo wa kutazama ndege ulianzia hapo, sijui. Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani; na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Amen. Kisha anaendelea katika mstari wa 30 na nazungumza kuhusu nyasi. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni, yaliyopo leo na kesho hutupwa kalibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wenye imani haba? Sema nina thamani kubwa zaidi kushinda nyasi. na napenda hii hapa Luka mlango wa kumi na mbili mstari wa saba. Lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope, basi bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Kwa sababu kabla ya kusema hivi alisema, wala hasauliwi hata shomoro mojawapo mbele za Mungu. Mungu ameweka macho yake kwako na atakushughulikia amen. Mungu ana mpango, huende hujui ni mpango upi, lakini Mungu ana mpango. Sasa mchungaji, nanapenda sehemu hii. Mchungaji huweka alama katika kila mmoja wa kondoo wake, ili kila mtu ajue ni wake. Inaitwa kuweka alama masikioni, kwenye masikio ya kondoo glasi hii imewekwa alama ya kuonyesha ni ya kutumia tukisafiri kwa gari barabarani. Hatuitumii ofisini, glasi hii ni ya barabarani. Unajua inamaanisha nini? Ukiwekewa alama kwa ajili ya jambo fulani, inamaanisha umetengwa kwa ajili ya kazi fulani. Kondoo huyu ni wangu. Basi sisi pia tumewekwa alama. Bibilia inasema tumetiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Napenda hiyo tumewekwa alama na tukatiwa muhuri na roho mtakatifu, Yesu. Unajua nini? Wewe ni mwanaume aliyewekwa alama, wewe ni mwanamke aliyewekwa alama. Na yamkili, tunapaswa kwanza kusema, wakati shetani anaanza kutukabili tuseme, unakabiliana na mwanamke wa mungu aliyewekwa alama, unakabiliana na mwanaume wa mungu aliyewekwa alama. Na hii inamaanisha kwamba sisi si watu wa kawaida, sisi ni <laughs> mnajaribu kung'amua hilo, sio? tume tumetengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Jamani, ulinunuliwa kwa gharama. Wewe ni kondoo wake, hujimiliki mwenyewe. Basi usienende kana kwamba unajimiliki mwenyewe. Wacha kuwenenda kana kwamba unaweza kufanya chochote unachotaka kufanya wakati wowote ule, na uelewe kwamba mimi ni wa Mungu. Alininunua, alininunua kwa gharama. Yeye ni mchungaji wangu, mimi ni kondoo wake, na ataniongoza katika malisho ya majani mabichi. Anapoweka alama masikioni mwa kondoo huwa anatumia kitu kinachoitwa kisu cha kuua. <laughs> Hivyo ndivyo kinavyoitwa, mahali ambapo kondoo anafugwa, kisu cha kuua, na ni chungu kwa kondoo na pia kwa mchungaji. Sasa nitasema kitu ambacho huenda hamtakipenda, yamkini hamtakipenda na huenda hamtakielewa hapa mwanzoni. Kwa hivyo msinipure kwa mawe na mnipe muda kidogo. Mchungaji mzuri hupenda kondoo wake kiasi kwamba ikiwa kuwaumiza ndiyo kutawasaidia Mbona wewe humpokonya mtoto wako kidude chake cha kuchezea anachokipenda zaidi? Kwa sababu hiyo ndiyo njia pekee ya kumfanya kusikilize. Hutaki kumuumiza, lakini unajua kwamba ni sharti umsaidie kukomaa na kukua. Kwa nini? Mungu ameniacha bila marafiki <laughs> nasema, nilifanya uamuzi wa kuwa Mkristo na sasa kila mtu anafikiri mimi ni mlokole wa Yesu, na sasa niko peke yangu kila wakati na hakuna mtu. Mungu, sielewi, nilifikiri utakuwa mwema kwangu. Basi pengine unatangamana na mbuzi. Biblia inasema kwamba Yesu atakaporudi atatenganisha kondoo na mbuzi. Basi huenda Mungu anakusaidia kwa kukutenganisha na mbuzi wakati huu. Jamani sasa. Basi jambo ni hili. Mungu hufanya kazi maishani mwetu kwa lengo la kuleta ukomavu wa kiroho. Mungu anakupenda sana kiasi kwamba hawezi kukuacha jinsi ulivyo. Chagua uchungu wako: uchungu wa kubadilika au uchungu wa kutobadilika kamwe. Na nakwambia, inanitia ina hofu kufikiria kwamba naweza kuishi miaka mingine ishirini bila kubadilika na kuwa tofauti na jinsi nilivyo sasa. Ni kwa sababu nataka kuendelea kuwa kama Kristo zaidi, na hii inamaanisha ni shati nimpe Mungu nafasi ya kuendelea kufanya kazi maishani mwangu. Na unajua huendi ukafikiria, lakini Joyce, unajua hilo neno la kuua ni linaogofya kidogo. <laughs> Sawa, Wakolosai 3:5 "Basi uweni <laughs> Ikiwa hamtaki kulisikia kutoka kwangu, basi lisikieni kutoka kwa Bibilia sijui. Basi vifisheni, uweni, msivipatie nguvu viungo vyenu vilivyo katika nchi, tamaa za kimwili na vitu vyote vya kidunia ambavyo hutumiwa kutenda dhambi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya, na kutamani, na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo anasema vitu hivyo vyote vya kimwili ni sharti vife, ni sharti viende, viue. Sasa sasa nimegundua njia rahisi zaidi ya kuua kitu chochote. Mnataka niwambie ni nini? Wangapi kati yenu, nataka kujua. Usikipatie chakula, yaani hata gugu itakufa ikiwa hutakipatia jua na maji kitu chochote kitakufa usipokipatia chakula, na nakwambia, nimegundua. Hebu sawa, he, wacha tufanye mfano. Mimi nilikuwa na tatizo kubwa la kujibizana na mume wangu. Sasa tatizo hilo limekuwa lidogo. <laughs> Sasa nimekuwa mzuri sana, sio? si nimekuwa mzuri eti, sasa sina tatizo hilo tena. Ndio amesema, sasa sina tatizo hilo tena. Unaona, hongera kwa Dave. Sikuweza kufunga kinywa changu, ilikuwa ni lazima mimi ndio niseme wa mwisho. Najua nyinyi hamko hivyo lakini, na nilipofikia mahali ambapo niliweza kufunga kinywa changu mbele yake, si kusema kwa sauti, lakini nilienda zangu huku nikisema moyoni mwangu ndio, wewe ufikirie kwa sawa, kila wakati lazima uwe sawa. Basi kinachotendeka ni hiki, una Roho Mtakatifu ndani yako Shetani na kukabilia na jaribu, unajaribu kuwa kondoo mwema, mchungaji yuko pamoja nawe, unataka kusema baa, lakini unashindwa, ukisema lakini lakini lakini <laughs> <laughs> lakini Mungu, hii si haki. Lakini Mungu, yeye hufanya hivi. Lakini Mungu, yeye ufanye hivi <laughs> naye anataka tu kusikia ukisema ndiyo Bwana, mapenzi yako yatimize, utashughulikia hayo mengine yote. Amen. Haya, Deva anafanya kitu ambacho sikipendi, na nahisi maneno yanaanza kunijia. Jamani, sasa nina mashahidi hapa, kuna dada hapa anaweza kuwa shahidi wangu. Unahisi maneno yanaanza kuja sasa, ukifikia hapa, Roho Mtakatifu anasema na unajua jamani, ulisikia ujumbe, ulinunua CD, ulinunua tshirt, una unajua, unasema sawa. Una nusu sekunde tu ya kufanya uamuzi. Je, utaamua tu kusema bah! kisha baadaye useme na hisi vibaya sana, sasa hisia -hi, za kuhukumika, kisha nakubidi ufanye mtihani huo tena. Mungu ni wa ajabu, hata kubali waanguke, atakupatia mtihani huo huo tena na tena na tena unaweza kuifanya mara milioni moja basi, wacha tuendelee mbele kwa kasi. Kitu ambacho hatimaye niligundua ni kwamba nilipofikia hapa, kama ningelianza kusema moyoni mwangu, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, nisaidie, nisaidie. Unaona, huwezi kufanya hivyo kivyako. Jambo ni hili: ukijaribu kufanya hivyo kivyako, ni kama unamkosea Mungu heshima, kwa sababu anataka kushiriki katika mambo yako yote. Huyo hapo, anataka kushiriki katika mambo yote kwa hivyo anataka useme Mungu nisaidie, siwezi kufanya jambo hili bila wewe. Basi unapofanya hivyo, ingawa bado ni ngumu, ni ngumu sana, unaweza kufunga kinywa chako. Pengine unaweza kukubidi uondoke katika chumba hicho, lakini unaweza kufunga kinywa chako. Sawa. Sasa hali hiyo hiyo inatokea tena baada ya wiki moja, unapitia hali hiyo hiyo tena, lakini wakati huu inakuwa rahisi kidogo kwako si rahisi sana, hata uwezi kuona, lakini inakuwa rahisi kidogo tu. Basi unapofikia mahali ambapo unaweza kufanya hivyo mara mia moja, hutatiziki tena hivyo <laughs> ndivyo unavyoua mwili. Kisha punde unapofuzu mtihani huo, punde unapoanza kufikiria hivi ndivyo mambo yanavyokuwa. Tuseme dada mmoja anakuja kanisani na anasema, unajua nini, ninaona ni ngumu sana kwangu kufunga kinywa changu mume wangu alipo. Basi wee unasema, wacha nikufundishe sasa. Unaanza kufundisha kila mtu jinsi ya kupata ushindi, na hata <laughs> huchukui muda wa kumwambia ili nichukue miaka kumi migumu sana ili niweze kupata ushindi wangu. Sasa inakuwa tu ni unachohitaji ni kufanya tu hivi kisha Jamani, ndiyo. Unajua si kupata mafundisho haya kutoka kwa kitabu fulani cha mhubiri, nimeyapitia maishani mwangu. Najaribu kukuepusha na miaka mingi ya fadhaa na uchungu. <laughs> Waefeso 1:13, tumetiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Hakuna wezai kutunyakua kutoka kwa mikono yake. Amen. Sasa jamani, jamani tunahitaji kuhisi tuko salama salmini, lakini nisharti niwaambie kwamba lengo ni kufikia mahali ambapo unahisi uko salama salmini hata wakati unapitia mambo ambayo huyaelewi kabisa, kwa sababu ikiwa haya hayata kufaidi ukiwa bondeni, basi hayata kufaidi mahali pengine popote. Amen. Kwa hivyo hatuna budi kujifunza kupitia mambo magumu na tusalie imara. Mungu atatuwacha tupitie hali ngumu. Mungu ni yeye, ni mchungaji mwema, kamwe hatendi mabaya. Hata kama unaona hali hiyo ni mbaya wakati huu, imekusudiwa kwa wema katika siku za usoni, elewa hilo. Haya, hebu twende katika Isaya 43. Wacha niwaonyeshe kifungu ambacho kitaeleza swala hilo. Jamani, laiti ningeweza kupata Isaya katika biblia hii jamani. Nahitaji biblia kielektroniki au kitu kama hicho, ili napotaja kifungu kinajitokeza chenyewe. Hiyo itakuwa ndio inakuja, sio? Pengine siku moja. Unajua siku hizi kuna vifaa vinavyofanya kazi na sauti yako, inaweza kuwa vizuri. Isaya 41 mstari wa kumi usiogope. Isaya 41:10, usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Ndiyo hiyo. Mungu, ni hali yoyote unayopitia sasa ambayo ni ngumu, Mungu atakutia nguvu, na baada ya muda mfupi hali hiyo ngumu itaonekana si kitu, na utaweza kutekeleza kitu kigumu zaidi na utafikia mahali ambapo kitu hicho hakitakutatiza hata kidogo. Ni kama kuna wakati ambapo kuacha kujibizana na devi ilionekana ni kitu ambacho nilifikiri singeweza kufanya hata kidogo, na sasa kusema ukweli ni, ni kana kwamba najua akisema kitu na niseme kitu na aseme kitu kingine nanyamaza mara moja, ni kama najiambia nimefanya jambo hilo na sasa sitaki tena. Si ngumu kwangu kufunga kinywa changu sasa. Sasa pengine kuna mambo mengine ambayo bado yananitatiza na bado napitia hali ngumu katika mambo mengine, lakini jambo ni hili: njia ya pekee ya kushinda kitu ni kukabiliana nacho. Njia ya pekee ya kushinda kitu ni kukabiliana nacho. Kamwe hatuwezi kuwa huru kutokana na kitu ikiwa tunakitoroka. Lazima tukabiliane nacho ana kwa ana na tuseme, naweza kufanya yote kupitia Kristo anitiaye nguvu. nam nitakusaidia, nam nitakushika kwa mkono wa kuume wa ushindi wa haki yangu. Katika mstari wa 15 napenda hii, tazama: nitakufanya kuwa chombo kikali kipya cha kupuria chenye meno <tos> <tos> utaifikicha milima na kuisaga nawe utafanya vilima kuwa kama makapi Amen? Yes! Sawa. Sasa <laughs> tunaweza kutumia mwalimu wowote wa neno kama mfano. Watu wanaoimba usiku wa leo wanaweza kuwa mfano, lakini sawa, hebu tuseme Mungu ameniweka hapo usiku wa leo ili nijaribu kuwasaidia na matatizo yenu, kuwasaidia muwe Wakristo waliokomaa, niwaongoze katika kuwa na uhusiano na Kristo basi huendi ukasema kwa ajili ya mfano wetu, kwamba mimi ni chombo kikali cha kupuria, lakini ilinibidi nipitie mstari wa 10 ili nifikie mstari wa 15. Je, mko pamoja nami? <coughs> huwezi kupata haki ya kusimama mbele ya watu na uwaambie chochote bila upako wa Mungu kuwa juu ya yale unayosema, sawa. Unaweza kusema mambo mengi, lakini ikiwa unataka yale unayosema yawe na upako wa Mungu, basi Ukombozi ni wa bure, lakini ili uweze kuwa na nguvu ya Mungu maishani mwako kuna gharama ambayo ni lazima ulipe. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia nitakufanya kuwa chombo kikali kipya cha kupuria chenye meno, utaifikicha milima na kuisaga, nawe utafanya vilima kuwa kama makapi. Amen. Unajua ni nini kiongozi wa nyimbo za kumtukuza Mungu mwenye upako anaweza kufanya ili aharibu mipango ya shetani dhidi ya maisha ya watu? Sasa yeye ni tofauti na mwimbaji tu wa kawaida. Watu wengi wanaweza kuimba, lakini unaposimama na kufungua kinywa chako ukiwa na upako wa Mungu, watu wataponywa, ngome zitavunjwa katika maisha ya watu, fadhaa itaondolewa, watu watapata ari na shauku ya kumfanyia Mungu vitu Jamani, huwezi kuelewa jinsi ya kumsaidia mtu mwingine ikiwa wewe mwenyewe hujapitia hali ngumu. Sitapungukiwa na kitu. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hiyo inamaanisha nini? hu <laughs> kutotaka kitu chochote kunaweza kuwa hali isiyo ya kusisimua, sio? Mtu anayemtumainia mungu anaweza kutaka kitu chochote, au awe anasubiri kupokea na awe ameridhika kabisa. Kile Daudi alikuwa anasema ni kwamba nitakuwa kondoo aliyeridhika. Bibilia inazungumza kuhusu mtu mwenye subira, inasema mtu mwenye subira ni mkamilifu na mtimilifu. Tafsiri moja inasema hapungukiwi na chochote, kwa sababu mwenye subira anajua kwamba Mungu atafanya kile kilicho sahihi kwa wakati unaofaa, kwa njia sahihi. Na kusema ukweli, ana radhi asifanye chochote kitakachomfanya akose wakati wa Mungu. Ana radhi amgoje Mungu kwa subira, ili amfanyie kile kilicho kizuri zaidi, kwa sababu ana hekima ya kutosha kujua kwamba akiingilia mpango wa Mungu na ajiongoze mwenyewe, hatafaulu. Basi mtu mwenye subira anaweza kufurahia leo huku akingoja kesho. Mtu mwenye subira anaweza kufurahia vitu vidogo huku akingoja vitu vikubwa. Ingawa ningependa kuambia kwamba nilifurahia wakati huduma yangu ilikuwa ndogo, nilipokuwa nafundisha watu kumi au kumi na tano, sikufurahia. Nilikuwa na huzuni, nilikuwa nimefadhaika. Nilikuwa na ndoto kubwa, nilikuwa na maono makubwa. Nilichanganyikiwa, sikuelewa. Kwa nini Mungu? Kwa nini? Kwa nini mimi? Kwa nini na lini? <laughs> Jamani, ndiyo ningependa kurudi nyuma na nipitie miaka hiyo tena na niseme laiti ningekuwa na hekima ya kutosha kujua kwamba singeliweza kumharakisha Mungu, singeliweza kumharakisha Mungu, na kwamba kwa wakati unaofaa Mungu angelifanya kile ambacho ni yeye peke yake anaweza kufanya, na kwamba kila siku unayopoteza ni siku ambayo hutaipata tena. Lakini mimi sikujua hivyo wakati huo. Hata hivyo, sasa naelewa na naweza kuwaeleza, kwa hivyo bado napata ushindi kwa sababu sasa Mungu anafaidika na makosa yangu, na nakwambia, hiyo inamgadhabisha shetani sana. Shetani hugadhabishwa sana wakati ambapo ufalme wa Mungu unafaidika na makosa yako mabaya zaidi. Basi wacha kumwacha shetani akugonge kichwa kwa ajili ya mambo ambayo hujayafanya kwa njia sahihi maishani mwako. Yakusanye makosa yako yote, yapeleke mbele za Mungu na useme, na kupa makosa yangu sasa, wacha nioni ukifanya muujiza kutokana naye. Na nakwambia Mungu husisimuka na anaanza kazi yake. Amen. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo. Achana na mambo ya zamani na upige hatua mbele ili upate mazuri yaliyo mbele yako. za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.